Nitumie fursa hii kwanza kuwaeleza watanzania wa Simiyu kwamba katika mkoa wetu wa Simiyu tuna mradi mkubwa wa maji wa zaidi ya bilioni 440 ambao unatekelezwa katika mkoa wa Simiyu na utakwenda kutatua na kumaliza changamoto ya maji katika mkoa mzima wa Simiyu. Lakini utekelezaji wa mradi huu kwa awamu ya kwanza, maji yatatoka wilaya Busega, ya Busega yatakwenda wilaya Bariadi, ya Bariadi yatakwenda wilaya ya Itilima na awamu ya pili yatakwenda wilaya ya Meatu mpaka Maswa na ikumbukwe katika mkoa huu wa Simiyu upatikanaji wa maji ni asilimia sabini na tatu kwa maana vijijini wanapata asilimia 71, lakini mijini wanapata sabini na tano nukta saba. Lakini katika mradi huu ambao unatekelezwa na Wizara ya Maji utakwenda kujenga matanki makubwa ya maji saba. Tanki kubwa kabisa linajengwa pale Busega ambapo pia kutakuwa na chujio la kutibu maji ndipo maji yaweze kusambaa katika maeneo tofauti tofauti, na mpaka sasa tunapozungumza matenki matano kati ya saba yameshakamilika na kazi ya ulazaji wa mabomba imeshakwisha kuanza. Lakini jambo la pili, tarehe 15 tutakuwa na uwekaji wa jiwe la msingi katika mradi huu wa Ziwa Victoria, ambapo uwekaji wa jiwe la msingi utafanyika katika wilaya ya Busega, eneo la Nyashimo. Lakini sambamba na hilo, tunakwenda kuzindua mradi mkubwa wa maji wa bilioni 17 ambao utazinduliwa katika eneo la Lamadi. Hivyo tuwaeleze wananchi wetu kwamba wana wajibu wa kuja kuona maendeleo makubwa yaliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini amesimamiwa vizuri na Wizara ya Maji kuhakikisha huduma bora ya maji safi na salama yanawafikia wananchi wa mkoa wa Simiyu pamoja na wilaya zake. Lakini mwisho, nitumie fursa hii kumpongeza kwa dhati kabisa Mheshimiwa Rais kwa jitihada kubwa katika sekta ya maji. Kwa kuona kuna umuhimu wananchi wa mkoa wa Simiyu waweze kupata maji kutoka Ziwa Victoria, kutokana na changamoto kubwa ndani ya mkoa huu ya vyanzo vya maji. Maji chini ya ardhi yamekuwa na magadi mengi, yamekuwa na chumvi nyingi, hivyo serikali kila ilipotafuta vyanzo vya maji ilikutana na changamoto hiyo, na hivyo suluhisho na mwarobaini wa jambo hili la kero ya maji sasa ni kuyatoa maji Ziwa Victoria na kuyaleta katika mkoa wetu wa Simiyu. Lakini mpongeze Mheshimiwa Waziri wa Maji, Mheshimiwa Juma Weso pamoja na timu yake nzima ya watendaji kwa kazi kubwa ya kumsaidia Mheshimiwa Rais lakini kuhakikisha huduma bora ya maji safi na salama yanawafikia Watanzania wote. Simiyu tunasema maji mwa mwa mwa. Ninaitwa Anastasia Bugolo ni mhandisi kutoka Wizara ya Maji lakini pia ni mratibu wa mradi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi mkoani Simiyu. Tunatarajia mradi huu utakapokwenda kukamilika utanufaisha wananchi laki nne na tisini na tano katika mkoa huu. Tunatarajia mradi huu utajenga chanzo chenye uwezo wa kuzalisha maji aa, lita milioni sabini na nne kwa siku. Mradi huu unatekelezwa na mkandarasi China Civil Engineering Construction Company. Mimi kwa majina naitwa Esther Midimu mbunge wa viti maalum mkoa wa Simiyu. Mheshimiwa Rais tunakupongeza kwa mradi mkubwa wa maji. Wanawake wa mkoa wa Simiyu muda mwingi walikuwa wanapoteza kutafuta maji kuliko kufanya kazi za maendeleo, lakini sasa mama, tunakushukuru sana. Wanawake wamefurahi sana, mradi huu tumeupokea kwa shangwe sana. Mimi kwa majina naitwa Chacha Mtatiro Mniko, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Ukuriani Ngasamu. Kwa wote walioathirika na hali ya kupitiwa na bomba hili walilipwa, na wengine wamejengewa nyumba kama hii. Mwanzo nyumba ilikuwa ni ya makaratasi, na nyingine ilikuwa pembeni ya majani. Mradi ulijenga nyumba ni kama hii tulionayo, nyumba ambayo ni nzuri, nyumba iliyojengwa kwa, kwa kiwango.